Tuelekee kaunti namba 28. Maiti za wanaume wawili zilipatikana zimetupwa kando ya barabara ya Mogotio, kaunti ya Baringo, zimetambuliwa kuwa za wakazi wa Tot, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Marehemu hao, Simon Yego mwenye umri wa miaka 45 na Collins Kipiatich mwenye umri wa miaka 22 walitambuliwa na wapendwa wao katika makafani ya hospitali ya Annex wanaamini kuwa wawili hao walitekwa nyara eneo la Tot huko Elgeyo Marakwet Ijumaa iliyopita. Maiti hizo zilikuwa na majeraha, miongoni mwao ikiwa ni sehemu za tumboni na alama za kunyongwa shingoni. Kamishna wa bonde la ufa Dr Abdi Hassan amesema kuwa tukio hilo halihusiani na uchunguzi wa mauaji ya Padre Alois Bet. Ndugu zetu ni watu wa serikali, ambaye wanatumia ambulance Uh, moja Kibiatich alitolewa kwa kitanda Tot el senda, alikuwa ameenda treatment ya malaria akatolewa kwa kitanda. Uh, wa pili Simon Yego Chacha alikuwa kwa biashara yake akasimamishwa kwa gari yake na akachukuliwa that Friday, tukaambiwa kuna watu wawili waliletwa on Sunday. Eh, hawana mikono amekatwa mikono and uh, they seem like ni watu wamekuwa tortured sana. Na kama familia tunalia, tunataka haki. Tunauliza tu serikali ni kinyama gani? Mtu akifanya makosa si apelekwe tu kotini. Kutoka county kaunti namba 28, tureje kaunti namba 27, county namba 47, hapa studio, mimi nipate fursa ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa zaidi.